Katika video hii nitakuonesha namna ya kutengeneza video kama hizi kwa kutumia simu yako tu, ni rahisi sana. Hakikisha umesubscribe then tazama. Kitu cha kwanza ambacho tunatakiwa kufanya ni kwamba kuna link itaweka kwenye description. Tenda kufungua link then nitakupeleka kwenye ukurasa kama huu, utascroll mpaka chini, utakutana na sehemu imeandikwa get started. Hapo utafungua, then utakuta kuna au Flow. Flow kutengeneza, kutengeneza video ambazo zikiwa katika mfumo ambao una sound, una sound, una sound ndani yake, ndio video ambazo nimekuonesha pale mwanzo. Email yoyote na password ambayo unaitumia then uta utaingia then ukishaingia hapo, utakutana na sehemu ambayo ndio sehemu ya kutengeneza video. Okay, gusa create. Kama hauja subscribe, moja kwa moja itakuwa inakataa kutengeneza video zaidi, itakuhitaji wewe uweze kusubscribe. Kusubscribe kumaanisha kwamba utaweza, unahitaji uweze kufanya malipo au kulipia, lakini kicho kwanza ambacho unatakiwa kufanya ni kwamba usio na wasiwasi kwa sababu hakutakuwa na sehemu yoyote ambayo Utaenda, utaenda utoe pesa yako. Ukishagusa hiyo sehemu ya kusubscribe itakupeleka katika ukurasa kama huu hapa. Mind that kama kwa kufanya hivi hakuna hela yoyote ambayo utaenda kukatwa kwenye account yako. Cha msingi ni kwamba usiskip video, nisikilize kutoka mwanzo mpaka mwisho. Ehe, utakutana na hii sehemu hapa imeandikwa get started, get Google AI pro. Itahitaji uwe ni mtu ambaye unatumia pro ili uweze kutumia ile feature ya Flow ya kutengeneza video ya tunapost katika kwa kwa subscribe channel yetu itakusaidia. Pale ambapo tunapost video yoyote mpya utakuwa ni mtu, kwa mba, mba, ko, eh, mba, ni mtu wa kwanza kupata video kutoka katika channel yetu ya Vinemax TV. E, ukishafungua katika sehemu ya Flow akikisha kwamba una unakuwa umeandaa baadhi ya vitu kama vile kadi ambayo utaitumia, nitakuonyesha pale mbele na namna ya kufanya kila kitu, nakuonyesha namna ya kufanya ili pale mbele usije uka, ukauliza maswali kwamba labda ulienda ka testi, ikash, ikashindikana. Lakini pia, link ambayo itakupeleka katika sehemu hii ambayo tumefungua sehemu ya kutengeneza video hiyo ni link ambayo utaikuta moja kwa moja kwenye sehemu ya ya description au ya comment ya kwanza. Utagusa hapa comment ya kwanza katika chini ya video hii hapa, au kwenye description utakuta link ambayo itakupeleka kwenye sehemu ya kutengeneza video kwa kutumia AI hapa ya Google eh, Flow. Ikishafunguka kama hivyo, itakupeleka katika sehemu ambayo itahitaji wewe ujaze aina za kadi au uweke wewe, utagusa hapo kwenye sehemu imeandikwa add card au debit card, yani credit au debit card utagusa hiyo, yani credit au debit card hapo utakuwa umeshaandaa hizo kadi za kadi. njia za kutengeneza kadi zipo nyingi, unaweza kutumia kutengeneza kadi kama una kadi yoyote unaweza kaitumia, lakini pia ambao ni, ni kadi ni aina kadi ambazo wameziweka hapo kama visa na vitu kama hivyo, lakini kutengeneza kadi pia unaweza kutumia mitandao ya simu kama vile Tigo kutengeneza kadi temporary ambayo utaitumia kuweka hapa, ukaweka taarifa zako zote hapo, uka afu baadaye ukishaweka, mimi nimeshaweka tayari kama, kama, kama, so, kama, kama itakuwa ni tatizo kwako utanambia katika comment then ntajua namna gani natengeneza video nyingine, namna ya kuelekeza vitu kama hivi hapa. Alafu baada ya pale, ukishapiga hivo, itakuleta katika sehemu hii hapa. Inamaanisha hapo utakuwa umeshaiunganisha ile kadi yako. Then kitakachofuata ni sehemu iliyoandikwa subscribe. Subscribe hapa kuna features nyingi. Inamaanisha kwamba ukisubscribe una, unaunganisha kadi yako na malipo ya moja kwa moja ya Google. Sasa hakikisha kwamba kadi yako ni vizuri, kama ikiwa haina kitu ndani, kwa sababu ikiwa na kitu ndani unaweza kukata then ikawa tayari umekuwa kama umelipia, lakini tunachotaka sisi ni tutumie bure. Ukishagusa hivyo, then itakuletea katika sehemu ya kusubscribe, itakuambia kwamba subscribe hapa. Inamaanisha tayari uko tayari, uko eligible kwenda kutumia AI hiyo kwenda kutengeneza video, alafu then itakuletea katika ukurasa huu hapa: you have got access to AI, to AI video generation in Flow Pro. Utaficha ni kama hizo hapo, utakuwa wamekupa credit elfu moja za kutumia ndani ya mwezi mzima, hizo credit no, ambazo zinatumia kutengeneza video sasa. Ukishamaliza hapo, utaingia katika ukurasa, ukisha rudi katika peji ambayo tulikuwepo pale mwanzo, ukisha confirm, ni kwamba itakuleta katika ukurasa huo. Kama itakuleta inamaanisha, itatakiwa u refresh peji yako ambayo umeingia, then itakuleta katika ukurasa huo. Sasa huo ndio ukurasa ambao tunatumia kutengeneza video. Kwanza utakuwa umepewa baji ya pro pale juu ambapo inaonyesha kama hapo, hiyo ni pro. Kwa mfano kama jina ambalo utakuwa umeweka la email itakuwa inaonyesha pale pro, inamaanisha kwamba tayari ni pro subscriber. Hapa chini, kwanza kuna hiyo text to video ndo nyepesi sana kutumia, lakini hapo chini, pia huko kulia kuna hii sehemu, ukigusa hapo itakupeleka kwenye veo fast. Hapo kuna idadi ya video, hiyo ni idadi ya video ambayo unaweza kutengeneza lakini... hiyo ni idadi ya video ambayo unaweza kutengeneza lakini, hapo chini kuna modo, ni kwa kwenye modo output pa prompt inamaanisha katika prompt moja utoe video video ngapi, aidha ni moja, mbili, tatu, nne au ngapi, lakini hapo chini kuna sehemu video, video we uh, hii imeandikwa kwamba video vyo 3 au vyo 2, ndo ambayo kidogo inakuwa iko speed kene utengeeza na video inayotengeneza sauti. Inye, okay, nyingine, tuu, video zenye sauti. Ukiweka nyingine hiyo VEO tu, mimi via kutengeneza, sitosheleze vizuri kwenda kutoa kitu kizuri utani text au nitaweka link ya channel ya WhatsApp ambayo nitakuwa nimeweka maneno hi au utaandika comment chini, maana comment zote nazisoma, alafu then nitakutumia moja kwa moja prompt, unaweza ukaicopy kama utakuwa huna prompt, lakini kama una prompt so swala, unaweza ukatengeneza. Mimi nimeenda kwenye ChatGPT nikatengeneza prompt kwa sababu ChatGPT ni AI ambaye anakuwa ana anazisoma AI nyingine vizuri na anaweza kukupa kitu kizuri zaidi, kwa hiyo utampa kitu ambacho nakitaka ya, na ya, ya, kutengeneza, ya, ya kutengeneza video kwa sababu tunataka kutumia text kutengeneza video hapa. Then hapa nitaweka VEO 3 ndogo ndogo, inamaanisha kwamba itachukua tu muda mdogo muda mfupi, then utakuwa umemaliza kutengeneza video. Kama kama unahitaji wa kama, kama unahitaji kuiacha vile vile, na maanisha kwamba kadi ambayo unaitumia iwe ni kadi ambayo haitakuwa na access ya kupata pesa iwe na either kiasi sifuri au kiasi kidogo sana ambayo hata hata ukikata kinakuwa ni kiasi ambacho hakina madhara kwako. Utatengeneza video na itakuwa na nereti kama hivi hapa, lakini nakukumbusha tu pia kama hujasubscribe, hakikisha kwamba umesubscribe kwa sababu hii ni sehemu pekee ambapo vitu kama hivi hapo tunavitoa kwa lugha nyepesi kabisa ya Kiswahili ambayo unaweza kaielewa na ni channeli moja kati ya chaneli muhimu ambazo unaweza kuzitumia kama ni mtu ambaye upendi technology, inaweza ikakuguide. Ni chaneli ambayo itakuguide pia, kama ni mtu ambaye unapenda kujifunza mambo kama haya. Najua kuna baadhi ya watu wanapenda kujifunza mambo kama haya. Sasa kuna video pia ambayo ni post mwanzo, ambayo inahusiana na mambo kama kuhusu kutengeneza video. Sasa kama ukoangalia, lakini ile ilikuwa imebase katika VEO 2 tu ile, kama hujaangalia ile ya VEO 2 kwa sababu ile ni kidogo ni aina mambo mengi na ni free, unakuwa unapewa free kila siku credit kadhaa. Nenda kaangalia hapo kwenye pop up hapo juu, kama au utagusa hiyo sehemu itakupeleka utagusa kwenye sehemu ya channel itakupeleka kwenye video. Sasa tumeshamaliza kutengeneza video hii tumeshamaliza kutengeneza video yetu eh. Sasa baada ya kutumaliza kutengeneza video, video imekuja imeleta result mbili pale, tuweka result mbili, result ikiwa imeweka result pa prompt kwa sababu prompt moja utakuwa ume guide kutoa e, matokeo ambayo utakuwa wewe unaitaka. Kwa kama ukiweka moja itakupa video moja, kama ukiweka mbili itakupa video mbili. Iten mimi nimeipatia nimeitengenezea kitu kama hiki hapa. Sasa inategemea uzuri wa video na ubora wa video, ili ile ambayo unaitaka inategemea na ubora wa maneno au prompt ambayo utakuwa umeipatia AI kutengenezea. Kama utakuwa umeweka maneno mazuri au umeweka prompt nzuri, inamaanisha kwa moja kwa moja itakuletea kitu ambacho ni kizuri. Uzingatie kwamba video inategemeana ambapo utakuwa umetengeneza prompt yako. Sasa tuende kwenye namna ya ku cancel. Kitu cha kwanza ukiingia katika Play Store, ku cancel tutumie Play Store ili iwe nyepesi. Ingia katika Play Store then, pale juu utagusa kile sehemu chako cha profile. Then utagusa hiyo sehemu iliyoandikwa hiyo sehemu iliyoandi kwa payment eh, subscription payment and subscription takuleta chini, uh, chini katika ukurasa kama huu hapo. Sasa watakuuliza hapo sababu na nini, utaweka sababu yoyote au hapa eh. ni Vinemax TV, katika video hii hapa tuna ziada, lakini akisha kwamba umesubscribe na kujiunga nasi katika video nyingine zijazo, lakini tuandikia comment kwamba umempenda video gani nyingine tukutengeneze nje na video hii hapa, bye.